Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali leo mbali. nimewaletea sehemu ya kwanza ndoa yangu. Bi Aisha anatueleza kwamba kilichomkuta ndani ya ndoa yake mpaka sasa. Leo anatuhadisia kama mkasa. Usikose kutusubscribe na kucomment ili tujue mkasa mzima wa Bi Aisha uliomtokea ndani ya ndoa yake. Asanteni sana na karibu pia. Bi Aisha anatueleza kwamba alikuwa ni mtoto wa kwanza katika watoto wawili amekuwa akiishi na baba yake na mama yake sasa leo anatuelezea mkasa wote mzima uliomkuta ndani ya ndoa yake alikuwa akisoma katika shule ya kumaliza ndio siku moja palitokea kijana mmoja na kumwambia shia zake kisha akamwambia Aisha kuwa anampenda Aisha alimwambia hapana mimi sijakuwa na wakati wa kwenda kwenye mahusiano kwa sababu nabakiza mwaka mmoja ili nimalize shule yangu yule kijana akamwambia Aisha angalia wanawake wote wazuri wapo ndani ya hii shule nimewa kukataa na kufuata wewe ili nikwambie hisia zangu. Aisha akamwambia kijana, sikizeni nikwambie mimi sio mtu wa kurupuka kwa jinsi unavyotaka wewe ama kwa jinsi unavyosema wewe. Mimi ni mtu anayejielewa na mtu mwenye busara zangu, napenda maisha yangu yaelekee mbele. Ndio yule kijana akamwambia Aisha usichezee na, na bahati ambayo wengine wanaililia. Ndio Aisha akamwambia wewe ondoka kabisa hao ambao wanaililia ila mimi niache na maisha yangu. Tena ukome na usinifuatilie. Ndio yule kijana akaondoka. Aisha alikuwa na rafiki yake ambaye anaitwa Sentia, ndio shosti yake ambaye wakipiga stori kazana na kadhalika ndio Seth akamwambia Aisha kwa nini mbona unaona mko mnaongea na huyo jamaa afu anaenda misirika ni kwa nini Aisha akamwambia shosti yangu njee nikwambie huyo kijana nitaka kwenye mahusiano na wakati na mimi sijakuwa na hisia naye ndio Aisha ndio Seth akamwambia mm, uh, wengi wanawake wapo wanamtamani sana huyo kijana Aisha akamwambia hapana mimi sio hivyo kama yeye anawasiliana na mtamani basi mimi si niko hivyo kama jinsi anavyofikiri ndio Seth akamwambia kacheka akamwambia shosti twende basi wakaelekea nyumbani eh Aisha Alipofika kwao akamkutana baba yake pale na mama yake na wazazi wake wote wawili na mdogo yake pia, wamekuwa huko na tazama films. Ndio baba yake akamwambia Aisha, Aisha, mbona leo mwanangu nakuona kama huko sawa kama kawaida yako? Maana wewe ni mwanangu na nakujua. Ndio Aisha akamwambia Hapana mzee, ni mtu tu amenikoroga akili yangu ila usijali, nimemalizana naye. Haya. Babake akamwambia, sawa basi. Ndio Aisha akaingia chumbani mwake akajitarisha akafanya kazi zake. Sasa alipofika majira asubuhi Aisha amelala kia upande mwingine. Tunamwona kijana ambaye kwa kuitwa Hamisi amekuwa ni maskini sana kwa kwa kwa jiwezi kwa sababu alikuwa anaishi na babu yake. Sasa huyo babu ya Hamisi alikuwa ni maskini ambaye kwa kiuzisha vitu kwa barabara; akiuzisha karanga, akiuzisha maji ili angalie kipi kidogo atakachochangia na babu yake. Hamisi, sasa, katika kupita pita kwake amekutana na baba yake Aisha barabarani, gaime mzee mikana amekuwa akielekea kazini. Ndio Hamisi akamwambia, mzee vipi, nini shida shida baba yake ya Aisha akamwambia ni gari imelizimikana, sasa sijui shida ni nini. Kwa sababu Hamisi alikuwa na ujuzi fulani, japokuwa amekuwa ni maskini, kwa kuwa hana uwezo ili afanye hiyo kazi, akamwambia mzee, acha nikusaidie. Akamsaidia gari ikatumika, mzee akamfurahia, akamwachia pesa kidogo, ila mzee akafurahi na hiyo, akaenda zake kazini. Ilipofika majira ya jioni, baba yake Aisha amerudi kwake na kumwambia mke wake aliyemkuta ndani ya barabarani. Sasa ndio mke wake akafurahi sana, akamwambia huyu msamaria mwema ni nani aliyekusaidia?

Sikiliza vizuri sana. Mtu ambaye alimsaidia baba yake kutumika lile gari lake, ndio sasa Aisha kwenye simu yake akasikia simu ikipiga ikiita, akatazama ndani ya simu, akakutana na Senta, rafiki yake, akamwambia Senta, vipi, mbona leo naona majira usiku unanipigia? Senta akamwambia ndio nakupigia kwa sababu nasumbuka, ule ule anajiita ni mwanaume ambaye sukari wa wanaume wa wanawake ananihangaisha sana, na ile anakutaka wewe kwenye mahusiano. Ndio Aisha akamwambia, mbloki, ikibidi umfukuze, maana hapo kama usipomloki takuja kuusaana, rafiki yangu. Kawambia sawa, nimekusikiliza kipenzi changu, ndio akalala. Ikafika usiku, Aisha akawenda kwenye ndoto. Sasa akaota kwamba katika kupitapita kwake alikutana na kijana ambaye ni mtanashati sana mzuri, mashallah. Sasa alipomwona yule kijana ya abarini, akamfuata na kumwambia vipi, poa, nadhani naeza kaitikana wewe ndio sasa unaitwa nani? Yule kijana akamwambia mimi naitwa Hamisi na huyo mwanamke naye akamwambia mimi naitwa Aisha. Oh, sasa tunaweza kufahamiana? Ndio, huyo Aisha akamwambia sawa, usijali haina shida, tunaweza tukafahamiana. Sasa walipoongea mazungumzo mazungu yao mengi tu mazuri mazuri, ndio Aisha anatoka usingizini, anakutana asubuhi, anashtuka, eh, anasema ah, yule kijana alikuwa ni mzuri sana, kumbe kwa ya juu ya Hamisi. Ndio mbaya yule mwanaume alimchagia baba yake kutumika lile gari ndio akaelekea shuleni, lakini ile ndoto le wewe hausikii eh wa, wanawwaa ule kijana akahuzunika sana, akatoka kaenda, wakasalimiana, kisha sentia akamwambia Aisha, vipi <laughs> kutumika ile gari wakaongozana darasani, walisoma wakamaliza, wakaongozana tena pia wao wawili kwenda nyumbani, wanapiga stori Aisha Aisha. Alipopiga macho hivi Hamisi akamwona, Hamisi akashangaa, huyu ndio yule mwanaume ambaye nimekuwa nikiota kwenye ndoto. Sasa alishangaa, hapana, sio huyo huyo, kama huyo, ana ana chochote, ni kaka Hamisi. Hebu wakamalizawamaliza wanga t maji akampa maji kisha akamwambia, ah kaka, naweza nikapata namba yako ili kesho kesho yake naweza nikataka maji yengine ukanikabidhi. Ndiyo, Hamisi akatoa namba yake na kumkabidhi Aisha. Sasa msikose sehemu ya pili kwa kutufuatilia na kusubscribe na comment, ili tusikilize mkasa huu, kipi kilichoendelea kati yao hao wawili. Asanteni sana kwa heri.